Baza kwa ima? Kwa ima. Unaendeleaje hapa na hali? Bwana, tunaendelea vizuri. Ushindi wa goli tatu wenyewe unawapa furaha sana. Ya, kabisa kwa sababu ni indiketa nzuri kwa timu yetu. Eh, Pantev meneja mkuu mmempa timu ndani ya wiki mbili ameweza kuavusha makundi. Ameweza kutanguza mguu mmoja kwenda hatua ya makundi. Unadhani sasa ni wakati sahihi tu kusema kwamba Simba imejipata kwa kiwango cha kuonyesha uwanjani? Ah, nikisema Simba imejipata au haijajipata, maana yake itabidi pia niongelee kwa nini. Uh, Simba hata kabla ya Pantev ilikuwa ina uwezo wa kuwa ni timu inayoingia makundi kwa sababu hata katika misimu yote mi, mi, ambayo Simba haijachukua ubingwa kwenda makundi ya Champions League haikuwa ni swala ambalo ni tatizo. Kwa hiyo ilikuwa haiko na Pantivu, ila ilikuwa inaweza kwenda kwenda makundi. Kwa hiyo hii ni kwa nini? Ni kwa sababu ndio passion ya timu ya Simba. Unajua kwenye kila nchi kuna klabu ambazo ndo zinacheza kwa passion ya michuano hii mikubwa. Kwa hiyo kija Tanzania timu pekee ambayo inaweza ikacheza kwa passion michuano ya kimataifa ni Simba Sports. Yaani ndio ambayo unaweza ukaipa ukaipa hiyo hiyo dhamana. Inaweza kaharibu huku kwingine, lakini bado kwenye michuano ya kimataifa unaipa asilimia za kwamba ndio timu pekee ambayo inachezaga tofauti ikifika kwenye hii hii level. Kwa hiyo ukienda nchi zote utaikuta timu moja kama ilivyo Tanzania kwa Simba. Fikia, kwa hiyo ilipofikia kwamba sikuwahi kuwa na wasiwasi kwamba Simba inaweza kashindwa kwenda makundi kwa sababu asilimia kubwa ya timu sasa hivi zinavyokuja kucheza na Simba zenyewe ndio zinatakiwa zijipange jinsi ya kucheza na Simba, sio Simba ijipange jinsi ya kucheza nazo, hata kwenye hatua ya ya awali. Kwa hiyo mimi Simba naiona ikiwa inavuka, kwa sababu uwezo ni mkubwa, ni moja ya timu kubwa kabisa Afrika kwa sasa. Kwa hiyo kwenda makundi kwa Simba ni jambo ambalo halizuiliki, lazima iende. Jana alisikika msemaji wenu wa Simba Mendiali akizungumza na kusema kwamba kuelekea mechi hiyo hawaendi kama wameshinda goli tatu, wanaenda kuanza upya, hivyo wanawataka mashabiki mjae kwa wingi Benjamin William Mkapa ili kwenda kuweza kwenda ku, kushinda mchezo huu. Unadhani kwa nini akasema kwamba wameshinda goli tatu? Kila mtu katazama mchezo na wameona kabisa kwamba shatanguza mguu mmoja mbele kufuzu, lakini bado amejiaje, anasema kwamba yale matokeo anayafuta, wanaenda kuanza upya. Unadhani ni kwa nini e, meneja habari anahamasisha kwa namna hii? Nadhani ukiacha meneja wa habari hata kochi mwenye e, eh, Pantev manager amesema pamoja na kushinda magoli matatu hajaridhika na kiwango cha timu. Sasa unaweza ukaona ni namna gani timu ilivyo na malengo makubwa. Yaani timu imeshinda ugenini ni magoli matatu lakini manager anakuambia hajaridhika na kiwango cha cha timu. Lakini hili pia linaongelewa hivyo lengo pia ni kuwapa e, eh, tahadhari mashabiki na wanachama wote wa Simba kwa sababu kuna timu zilishawahi kushinda magoli matatu yakaja yakachomolewa na hatimaye wakajikuta wanatoka. Kwa hiyo lazima usiridhike, na ndiyo sifa ya timu kubwa ambayo inacheza michuano mikubwa. Lazima uheshimu kwenye kila timu unayokutana nayo kwa sababu ukikumbuka, kuna miaka miwili, miaka kadhaa iliyopita, Simba ilishawahi kwenda kwenye, kwenye ardhi ya, ya, ya, ya, ya, ya um, Botswana, ilishinda magoli mawili Jwaneng Galaxy, si ndiyo? kwa kuamini kwamba mechi ilisha ilishaisha wakaja taifa wakiamini ni siku ya kufanya sherehe na kuvuka kwenda makundi. Hatimaye Jwaneng Galaxy walikuja wakapindua, wakashinda Simba, kajikuta hafai nini, aende makundi kwao. Lile lilikuwa ni somo kwamba unavyokutana na timu yoyote unatakiwa kuiheshimu, kwa sababu kwenye mpira kuna lolote linaweza linaweza kutokea. Kwa hiyo ili meneja wa habari na meneja wake mkuu wanasema hivi kwa sababu wanaamini mpira haujaisha mpaka uishe naona kao lazima watu waingie kwa heshima, pamoja na kushinda magoli matatu, lakini mechi moja imebaki, lazima timu ijitolee kwa kiwango kile kile kama vile haijashinda ili kwenda makundi. Nadhani hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa eh, na ya msingi. Kuelekea mchezo huo, klabu imetangaza viingilio vya kwenda uwanjani, ambapo ikiwa kiingilio cha chini kabisa shilingi elfu tano. Nadhani mnafanikiwa wapi kwenye kuingiza mashabiki kwa pesa, ikiwa wenzenu wametumia nguvu kubwa sana kwa kwa ili kujaza uwanja wa Benjamin Mkapa inahitaji nguvu kubwa sana, mpaka inapelekea wao kuingiza mashabiki bure. Nyinyi mnatumia hasa mbinu gani kuweza kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa? Asante sana. Kwanza ni imani ya kwetu sisi, tunaamini kwamba ili timu iendeshwe inahitaji tuichangie, yaani inahitaji nguvu yetu sisi mashabiki na wanachama, kwa sababu ile timu inatumia, inatumia pesa kwenye kufanya mambo yake na kujiendesha kwa ujumla. Kwa kama tuta, tuta entertain swala la bure ni wazi mwisho wa aa mwisho wa siku timu ishindwe kujiendesha. Hii furaha tunayoipata leo tusiipate kwa lengo la kwamba kuwa tayari kuichangia timu yetu kwa kiingilio chochote kinachotangazwa na uongozi. Ni kwamba kwamba tuko tayari kuona furaha tuliyo nayo ikiendelea kudumu, kwamba timu iweze kujiendesha e, wakati wote na kwamba kama ni furaha tunayoipata tuipate wakati wote, kwa sababu hizi bure mwisho wa siku zitafanya haya yote tunayofurahia mwisho wa siku tusiyapate kwa sababu timu itashindwa kujiendesha, inaweza ikapata anguko kubwa ambalo mwisho wa siku tunaweza tukawa hatuendi uwanjani. Lakini kuichangia timu nadhani sehemu kubwa ya kuipa hamasa na, na, na, na, na kuijenga timu yetu kiuchumi. E, ukiuta, kwa jinsi ulivyotazama mchezo uliopita kuelekea mchezo huu tutegemee mabadiliko ya namna gani kwa kwa Pante, ukizingatia kikosi alichoanza nacho juzi kilikuwa na mabadiliko kadhaa ambayo kabla ya mchezo mashabiki wali walipata kama pressure walijiuliza kwa, kwa nini, kwa nini? na namna tutategemea mabadiliko na namna gani katika kikosi chake? Hili kwanza watu lazima wajifunze kuheshimu professional ya mtu, yani kazi ya mtu iheshimiwe. Huwa yani, ni, ni, ni, ni desturi ya mashabiki kukosoa lineup za mwalimu zinavyopangwa. yani, mashabiki uwa hatupo wanzoezini hatupo mche, wakati coach anafanya mazoezi yake kuona ni nani anafaa kuanza, lakini sisi huwa ni tunapenda kukosoa wakati wa kuona lineup. Kwa mfano pale ilipotoka ile lineup akasema hii ndio ile iliyofungwa nne moja na nani na na Wasudani kwenye mechi ya kirafiki, kwa sababu ndio kikosi kilichoanza. Lakini mwalimu ndio anayeona kwamba kwenye hiyo mechi kuna vitu gani positive alivyoona na kwa nini aianzishe hiyo timu. Na kitu kizuri kwa coach, unakiona kitu kimoja. Ah, alifanya mabadiliko ya wachezaji wasiopungua watano. Maana yake hii unaikuta kwamba mwalimu kwanza sio mwoga wa kufanya mabadiliko, lakini pia anataka kila mchezaji ampe nafasi ya kucheza na kuonesha alichonacho. Kwao kwenye kuelekea mechi hiyo, namuona Pantev akibadilika, kwa sababu yeye bado anawatazama wachezaji wote, kila mchezaji aoneshe kilicho chake, lakini pia ndo anayeona wachezaji walionao kila siku wanafanya nini uwanjani. Eh, mnavyozungumza na mashabiki katika vijiwe vyenu, wa, wa, mashabiki wanaonekana wenye presha zaidi ni washabiki wa timu gani? Uh, mashabiki wa Yanga ndio wenye pressure kwa sababu mpaka sasa hivi ukiacha mechi ya Jumamosi, mwosi pressure walisha ya, ya, walisha anza kuwa nayo hata kabla ya mechi ya Malawi pressure. Unaona, ilikuwa kwao, wakaiweka kwa kocha kwamba hapa kocha hatuna kwa namna timu inavyofanya nini, inavyocheza na matokeo yaliyopatikana Malawi, ndio yameongeza pressure kwa mashabiki na na kwa uongozi na hata kwa timu yenyewe. Hata hili swala la kutangaza bure ni kwamba ni pressure kubwa tayari imeshakamata watu. Unaona sasa namna ya kucounter ile pressure ni angalau kutangaza watu bure, watu waende angalau kupunguza ile ile pressure iliyopo. Kwa hiyo pressure ipo kwa mashabiki wa Yanga ambao mpaka sasa wako nyuma goli moja. Unaiona Young Africans itatoa makundi asilimia hamsini kwa hamsini naiona kwa hiyo, inaweza ikaenda au isiende. Kwa hiyo ni hamsini kwa hamsini Malawi ana hamsini na Yanga na hamsini Umewapa umewapa hamsini lakini Yanga ishaifanya makubwa. Benjamin Mkapa Sarabeluz Dadi alishinda goli tatu kwao wakarudi Benjamini akaja akafa kuchuma nne, Yanga ikaenda makundi. Kwa nini usimpe Yanga asilimia hata sabini? Ah. Yanga iliyofanya makubwa kwa sia la Beluzidadi ni Yanga ya kiwango cha juu kilinganisha na Yanga hii hapa. Hiyo Yanga unazungumzia ina mchezaji ambaye ndio top scorer wa klabu bingwa Afrika, Fiston Kalala Mayele, yani mchezaji wa bei mbaya sasa hivi Afrika. Mshambuliaji wa bei mbaya zaidi Afrika sasa hivi ni Fiston Kalala Mayele, ambaye msimu ulioisha amekuwa mfungaji bora lakini wakati huo ina mchezaji kama <coughs> Stefani Azizi Ki ambaye hivi sasa tunamzungumza, yuko Wydad Kasablanka, namba kumi bora kuwahi kutokea kwa klabu ya Yanga, alikuwepo hapo Stefani Azizi Ki. Unaona lakini pia hawa wachezaji tulionao walikuwa kwenye kiwango cha juu ukilinganisha na wachezaji wa sasa. Ndio maana anasema kwa wachezaji waliopo sasa hivi bado kuna, kuna asilimia hamsini tu na wapa ya kuweza kuvuka makundi kwa sababu uwezo wao naona kama bado uko chini ukilinganisha na ile timu iliyofanya vile. Kuelekea mchezo wa Jumapili wa Simba, zungumza na mashabiki chochote ambacho ulitamani pengine kuzungumza nao. Kuelekea, kuelekea mchezo wa Simba wa marudiano Benjamin Mkapa, zungumza chochote na mashabiki wa Simba, hata kuhusiana na kwenda uwanjani ama vipi, zungumza nao chochote ambacho pengine ulitamani kuzungumza nao. Eh, mimi nachoweza kusema kwamba mashabiki wa Simba waendelee kuipa hamasa timu yao, wajitolee kwa wingi kuelekea Benjamin Mkapa Jumapili, ili tukahitimisha safari ya kuingia makundi kwa kishindo, kwa sababu ukiacha kwamba tunataka kuingia makundi kwa kishindo, lakini tunataka angalau mpaka tunaingia makundi hela za mama tuwe tumechukua hata milioni 40. E, zitakuwa na mchango mkubwa kwa wachezaji wetu. Shukran, asante sana.